Ninawatakia heri njema ya mwaka mpya wapenzi watazamaji, popote mlipo. Tumebakisha masaa machache sana tuweze kuingia Januari hii. Leo ni siku ya Jumatano, tarehe thelathini na moja Disemba. Kesho itakuwa ni tarehe moja Januari. Kwa hivyo sitakuwa na nia mbaya kuwatakia mwaka mpya wenye fanaka pamoja na mafanikio pamoja na afya njema. Happy New Year! Tutakiane mwaka mpya kutoka mahala popote mlipo jamani. Sio vibaya kumtakia mwenzako au kunitakia mwaka mpya wenye fanaka. Happy New Year! Waswahili wahenga hawakukosea waliposema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Samia amewalipa wanahabari Tanzania, kulingana na taarifa ambazo nimepewa, ili kushambulia dini ya Katoliki kwenye vyombo vyao vya habari kwenye machapisho yao ya magazeti, kwenye kurasa zao za mitandao. Na ndio mama, ndio na ndio maana nimesema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Maana yake ni kwamba mtu anayeshindwa kukubali matokeo au kukiri ameshindwa hana roho ya ushindani wa kweli. Ninamaanisha nini, wapenzi wa watazamaji? Kipindi ambapo ninawaeleza hayo kulingana na mwanahabari mwenzangu kutoka Tanzania mwenye alikuwa mmoja wa wale ambao waliweza kuitwa Ikulu ya Tanzania hapo jana siku ya Jumanne Tarehe thelathini disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano ananiambia kwamba walifikiri wameitiwa jambo zuri. Kumbe wanahabari hao wote wa Tanzania waliitwa ikulu hapo jana Jumanne. Moja, kulipwa pesa kufanya kazi ya serikali. Pili, kuisifu serikali hata kana kwamba inafanya mabaya. Tatu, kumshambulia Askofu Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa maaskofu wa Katoliki Tanzania, na nne kumshambulia padiri Ruwaichi wa Katoliki na tano kuchora taswira iweze kuonekana kwamba kanisa Katoliki Tanzania linaichukia serikali na linafanya kazi na upinzani, limeacha kuhubiri limeanza kufanya kazi na upinzani. Hizi ni taarifa ambazo nimeweza kupewa na mwandishi mwenzangu kutoka Tanzania, jinsi ambavyo unaona hapa. Kaniambia hivi, waandishi wa Tanzania wamepewa, wamelipwa pesa kila mmoja ili waweze kuwashambulia maaskofu wa Katoliki, akiwepo Charles Kitima pamoja na padri Ruwaichi, na huu mpango ni wa watu walioko katika serikali ya Tanzania. Hii ni press imefanyika leo Disemba tarehe thelathini mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika hoteli ya Piaco Hotel Dar es Salaam. Yaani, mpaka hawa wana habari wakalipwa, alafu wakatoa habari, yaani wakatoa press, wakatoa kauli kusema kwamba wale ambao walienda kumshtaki Charles Kitima katibu mkuu wa muungano wa maaskofu Tanzania, walifanya vizuri kwa sababu Kitima amejisahau, ameingia kwenye ulingo wa kisiasa. Wacha nikueleze, kueleza mpenzi mtazamaji, kama kuna kitu ambacho serikali inachukia ni watu ambao wanawaambia ukweli. Hilo lazima tuweze kuelewana wananchi wanaambia serikali ukweli, wanaharakati wanaambia serikali ukweli. Serikali imeanza kuropokwa na kusema kwamba wananchi walilipwa zaidi ya bilioni tano, bilioni tano ili kuandamana, ili kuchoma Tanzania. Pili, umeona Askofu Kitima aliambia serikali ya Samia kwamba hakuna mazungumzo ya maridhiano yatafanyika bila ya haki kufanyika kwanza. Akaambia serikali ya Samia paruwanja, yaani wazi kwamba maafisa wenu wa polisi walikuwa wanakuja kwenye mahospitali ya Katoliki wakitaka wale majeruhi wote ambao waliweza kuumizwa kupelekwa kwenye mochari. Unajua huo ni ushahidi ambao unaweza kumfungulia Samia kesi kubwa sana katika mahakama ya jinai ya ICC. Sasa wanahabari wamelipwa, mpenzi mtazamaji, kumshambulia kitima na kumshambulia Ruwaichi kwa nini? Ni kwa sababu wanasema ukweli na serikali inachukia mtu ambaye anasema ukweli. Liko swala la watu waliokwenda kuomba uchunguzi kwa balozi wa Vatican. Naona kwamba ni sawa, kabla sijamaliza maongezi yangu niligusie jambo hilo. Kwa misingi hiyo hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba mtakatifuanayeitwa nuncio wakiomba ubalozi wa papa au papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi, hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale, wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima kama nilivyosikia wengiwe wanasema mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya kwenye parokia kwenye jimbo. Sheria haijaweka utaratibu huo, hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa jambo ile ni halali, la sheria, na na na na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa na inalenga kulinda hadhi ya kanisa, na hatua ile sio uwasi bali ni utekelezaji wa kulinda maadili ya kanisa. Mimi nimejaribu kutathmini nione makosa ambayo Askofu Kitima na padiri Ruwaichi, au ukipenda Askofu Ruwaichi, waliweza kufanya. Sijaona makosa. Makosa yao kubwa ni kuambia hii serikali paruwanja, kwamba jaribu kuwasikiliza wananchi, msipowasikiliza wananchi mtakuja kujenga ukuta. Jaribu sana kufanya haki kabla ya maridhiano ya mazungumzo ambayo mnahitaji. Sasa hii serikali itaridhiana na nani kipindi ambapo wameweza kuwaua wananchi? Hilo tu ndilo padiri Kitima aliweza kuuliza. Sasa makosa ya padiri Kitima hapa ni ni nini ama ni yepi? Huwezi kuongelea maridhiano kabla hujakiri, alafu naridhiana na nani? Maridhiano wananchi na serikali. Serikali ni chombo cha wananchi. Swala ni watu kukaa chini kusema hali hii iliyotokea ili sijirudie, kitu gani kifanyike? Hmm. Ajenda ya maridhiano baada ya watu kukiri ukweli ndio watakuja hasa tumefikaje hapa. Ndio hatua ya pili. Hatua ya kwanza tukiri ukweli kwamba watu na serikali ikiri watu waliuawa kwa risasi za moto, na wengine walifuata kwenda kuuawa kwenye miji yao au kwa wazazi wao. Na kijiji kimoja huko ukienda kinaitwa Ndaga huko Mbarali kule, kafuatilia ona yaliyotokea huko. Katika kuonesha hilo naloliita maridhiano, lazima kwanza tukiri watu waliuawa na risasi za moto na nani? Swali hilo likija jibiwa, ndio hapo tutahitaji sasa tume huru ya uchunguzi ambayo haihusiki na anayeshukiwa kwamba alihusika kuua. Yani makosa yake tu ni kusema kwamba hakuna mazungumzo ya maridhiano ambayo yatafanyika kabla ya haki kufanyika. Hebu jiulize mpenzi mtazamaji, ni kwa nini kanisa la Katoliki linalengwa sana? Mpaka wanahabari ambao wanapaswa kufanya kazi yao bila kukuwa influenced na serikali wameacha wame kujitegemea, wameanza kufanyia kazi ya, wameanza kufanyia serikali kazi. Ni jambo la kusikitisha kusikia kwamba wanahabari wote wa Tanzania ni wajinga, ni mazuzu tu. Yaani muache kusimamia ukweli, munaitwa Ikulu, munapewa pesa, mumelipwa, muanze muanze kushambulia viongozi wa dini Kuanzia leo utapata kwenye kurasa zao za mitandao X, Facebook Instagram, pamoja na magazeti yao Tanzania, wakiwa wanashambulia kanisa Katoliki, wakisema kwamba Charles Kitima ni mbaya, wakisema kwamba waliomshtaki Kitima walifanya vizuri. Ni jambo la huzuni kuona wanahabari imefika kiwango ambapo wanalipwa kufanyia serikali kazi kushambulia mpaka viongozi wa dini. Kwa nini serikali inafanya hivi? Ni kwa sababu dini ya Katoliki au ukipenda wa Kristo wamekataa kata, katakata kuimba wimbo wa Samia ni mzuri. Hebu jiulize, ingekuwa kanisa Katoliki limeweza kumsifu Samia wangelipa wanahabari. Kanisa Katoliki popote mlipo, ninawapongeza kwa kazi nzuri yenu ambao mmeifanya, ninawapongeza sana. Sasa, makosa ya kitima ni yepi? makosa ya ruechi ni yepi? ni kuambia tu serikali ukweli kwamba hakuna mazungumzo ya maridhiano kabla ya haki kufanyika, wasikilize wananchi. Hakuna yani, makosa ya Katoliki, nikuweza kusema kwamba hakuna yule ambaye aliweza kuthamini maandamano. Ni serikali iliweza kuchochea mpaka wananchi kuandamana. Yaani, hii serikali ya Samia haijaweza kugundua makosa ambayo waliweza kuyafanyia wananchi ama waliweza kuwafanyia wananchi, warekebishe badala ya kuwafanyia wananchi kazi kurekebisha mahala ambapo walikosea, wanazidi kuharibu mambo zaidi, wanazidi kufanya wananchi wachukie hii serikali zaidi. Hasa mkishtaki Padiri Kitima mtapata faida gani? Padiri Kitima ataonyesha wazi kwamba alikuwa na kemea mauaji na hakuna kitu ambacho atakifanyiwa. Iwe mwanahabari ulienda shule basi kufanya nini? Ulienda shule kusoma upate cheti ukuje kufanyia serikali kazi, kuisifia serikali ambao ni ya mauaji kuendesha miradi ya serikali kwenye magazeti yenu ni jambo la kusikitisha aise, ni jambo la kusikitisha lakini, kusema ukweli, ninapongeza kanisa Katoliki kwa kusimamia ukweli, kitu ambacho kimefanya serikali mpaka kutumia kodi ya mwananchi kulipa wanahabari kuchafua jina la kanisa Katoliki. Ni kusimamia ukweli, kanisa Katoliki limeweza kusimamia ukweli na ndio maana hii serikali imeamua kutumia hela kuwaonga wanahabari kuchafua jina la Katoliki. Sasa nyinyi wanahabari ambao mmelipwa, nyinyi wajinga eh, nitawaita wajinga kwa sababu mmeacha kuwa mmeacha kuwafanyia wananchi kazi, mmeenda kufanyia samio kazi, mmeacha kuripoti habari za ukweli, mmeanza kueneza propaganda eti kwamba kitima ni mbaya hata huyo mwenye alisungumza, unajua ni mwanahabari. Nyinyi wanahabari wa Tanzania wenye mlilipwa, nyinyi ni wajinga kiasi kipi? Kwa sababu hakuna kitu ambacho mimi mtanifanyia. Nawaambia nyinyi wanahabari wa Tanzania wenye mlilipwa, nyinyi wajinga. Hauwezi ukaacha ndugu zako wameuawa, unaogelea kwenye damu ya ndugu zako, unaenda kusifu serikali ambayo imeua ndugu zako. Kwa nini kwa nini? Asante sana bwana, huyu ndugu yangu mwenye aliweza kunipea hizi taarifa, wewe ni mtu wa maana sana. Umekataa kata katakata kufuata mkumbo wa kutumika. Sasa wanasema kwamba wananchi waliweza kulipwa kuandamana na hawa ambao wanalipa wanahabari na hii serikali ambayo inalipa wanahabari ili kuweza kuchafua jina la kanisa Katoliki. Je? Sijui wazo lako ni lipi, tupatane kwa kanda ijayo.